Haya ni makosa manne ambayo wanaume wenzangu huwa tunayafanya. Baada ya mwanamke, unakuta mwanamke unayempenda sana na yeye anakutamkia nakupenda, yaani mwanamke anakwambia nakupenda, umeona, afu nao mwanamke ulikuwa unamzimikia sana. Haya makosa manne wanaume wengi huwaga tunajikuta tunaanza kuyafanya, na hayo ni makosa makubwa sana, inaweza kakupelekea we ukampoteza ule mwanamke aliyekutamkia kabisa kuwa anakupenda. Kosa namba moja ni kuanza kujivika majukumu makubwa kuliko uwezo wako. Yani baada ya mwanamke kwambia bwana fulani, nakupenda, kwa sababu ni adimu sana mwanamke kukwambia sema hivyo. Sasa wengi wao wakishaambiwa tu na mwanamke akikutamkia na kupenda, yani unakuta mtu anaanza kujitia majukumu naanza kumfanyia hivi mwanamke, yani samtaimu unaenda mpaka umbali ambao sio wa kawaida ambao unakuumiza we binafsi. Ile hofu ya kwamba huyu kwa mwanamke, ah, ananipenda kwa hiyo nisipomfanyia kitu hichi basi wanaume wengine wanaweza kumfanyia, alafu mapenzi yake yakama kutoka kwangu yakaenda kwa wanaume wengine. Ndugu yangu, itaumia. Uwezi kumfanya mwanamke akupende kwa hayo matendo, na umtendea, labda unamnunulia hicho na umfanyia hivi na umfanyia hivi, eti ndo mzuri asichepuke, au mzuri asipende wanaume wengine? Hapana, ile inakuwa ni, ni, ni moyo wa mtu ulivyo. Mwanamke anaweza kukupenda hata wakati huna chochote. Hiyo inawezekana umeona. Kwa hiyo usiingie kwenye gharama za kufanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, ili kumzuia eti yule mwanamke asija kupendo wake kwako ukaisha. Na pia kitu kingine, anatakiwa uwe makini kwamba kuna wanawake wajanja ambao wanajua kabisa udhaifu wa wanaume uko vipi. Kuna wanawake ambao wamegundua kabisa kwamba nikimwambia mwanaume fulani nampenda, basi yule mwanaume hata, yani anaweweseka an wanaume wanaanza kuingia kwenye hizo hisia za kimapenzi, kwamba mwanamke ananipenda ananipenda, basi unakuta yule mwanaume anakuwa anakuwa ni mkarimu sana, au mtoaji sana. Kwa hiyo wanawake wanaitumia kama silaha, anakwambia anakupenda, yani ili mradi baadaye akutumie. Sasa usipokuwa makini, unachoteka kirahisi, unaanza kuingia kwenye gharama, unaanza kufanya vitu ambavyo ukupaswa kuvifanya, lakini unavifanya kwa sababu mgundo mwanamke ananipenda, kumbe wala mwanamke anakuitia tu kwao unajikuta nakutumia, au mpo zaidi ya wanne, wote mmewatamkia nawapenda, kwao. Mnakuta wote mnamtumikia, mnamfanyia vitu, mnampa hofa nini kwao. Njia pekee ambayo mimi naweza nikakushauri kwamba huyu mwanamke kweli anakupenda ni kuangalia vitendo, usisikilize maneno ya mwanamke. Yani mwanamke akikwambia tunakupenda, unapagawa Utakosa jingine ambalo wanaume wana waga tunalifanya baada ya kutamkiwa tunapendwa na wanawake, ni ile hali ya kutaka kuanza kujidogosha. Maana nani, unapoteza ule wanaume wako. Unakuta mtu mwingine, mwanaume mwingine akishajua huyu mwanamke ananipenda, au kama hivyo mwanamke amekutamkia fulani na kupenda, yani kuna ile hali ya kwanza kama kumuonea aibu, yani kama unataka unaweza kuwa mdogo mdogo, yani unakuwa mnyenyekevu kupitiliza, unakuta jitu ni kwani, jitu fulani ziko rafu, labda una zile sifa za kiume, lakini kwa sababu mwanaume mwanamke kashakutamkia anakupenda, ukiwa karibu naye unaanza kuwa mnyenyekevu, utakikua yeye ukakosea, labda ukaharibu jambo mbele mwanamke uye mwanamke, unajidogosha. Sijajua kama nimeelezea vizuri, lakini ile hali ya kujidogosha, hiyo ni kitu kibaya sana. Ukifanya hivyo mbele ya mwanamke, unaweza ukashangaa mwanamke anapoteza ule mvuto wa kimapenzi kwako, kwa, kwa sababu wanawake huwa wanapenda zile sifa za kiume zile, kwa jasiri kwa na confidence, mimi mwanamke huwa anazipenda sana. Sasa so, unapoanza kuambiwa mwanamke amekutamkia anakupenda, unaanza kuona unajidogosha, yani una nataka kuwa mdogo mdogo hivi, unakuwa unaharibu, ni kumwachia mwanamke akudharau. Mara nyingi wanawake wengi, wengi ushaingia naye kwenye mahusiano, hata kama anakupenda vipi, huwa anakufanyia kuna kitu anaita test mwanamke, lazima akutest, na hii anaweza akakutest bila kujua kwamba anakutest au akakutesti kabisa kwa kudhamiria, lakini ni mechi yao. Yani mwanamke yote lazima akutesti, na yeye anakutesti vipi? Anaweza kakuonyeshia katabia fulani kadharau au akakufanyia kitu fulani ambacho sio, anajua kabisa kinakukwaza, lakini akakufanyia mwanzoni pale mahusiano. Mwanamke mara nyingi akishakwambia anakupenda, unabidi uwe makini sana, kwa sababu test inakuja, na hii test huwa mara mara nyingi waga wanaifanya ili waone msimamo wako. Ukisimama kwenye msimamo, kwambia no, hiki kitu ni sikipendi, au kamkataza kitu fulani Watu wanaume waga tunadhani kwamba mwanamke ukimkataza hivyo kwamba ndio atakuwa hakupendi. Hapana, wanawake ndio wanapenda hilo, wanapenda mwanaume mwenye maamuzi yani, mwanaume anaweza kukataa kitu asichokupenda, mwanaume ambaye hakubali kuvunjiwa heshima, wanawake huaga wanampenda sana yule mwanaume, kwa sababu mwanamke anaamini akiwa kwenye mahusiano anahitaji mwanaume wa kumprotect, mwanaume mwanaume ambaye atakayemlinda atakayemhakikishia usalama wake. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume wa hiyo type kwamba wewe ni mwanaume fulani ambaye kukubali mtu akudharau kukubali mtu, mtu labda akudhurumu au akufanyii kitu ambacho ukipende. Mwanamke anaamini kwamba hata akiwa kwenye mahusiano na wewe, siku ikitokea saka mazingira yoyote ambayo yatakuwa hatarishi kwake, wewe utakuwa tayari kumlinda au kumprotect. Kwa hiyo la yani ina, ina kwa lazima hizi sifa inakujaga nacho kwake, lazima akuteste. Kwa hiyo atakufanyia kitu fulani hivi cha ku badala cha kukuonyeshea dharau alafu atakuangalia utafanyaje. Sasa wanaume wengi kwa sababu shatamkiwa na mwanamke, mwanamke akishakwambia anakupenda basi unakuwa kama vile unaona, sio kwamba nikimgombeza au nikimkatalia kitu fulani ataona kama ah, simpendi. Kwa hiyo unaogopa ile kumkwaza. Wewe mwanaume unaogopa kumkwaza mwanamke, unakuwa udiudi nyuma. Sasa ile ni kitu kibaya sana; unaweza kumpoteza mwanamke. Mwanamke anona ah, mwanaume ana confidence. Ah, huyu mwanaume mwenyewe ni mdhaifu, yani wenyewe anakutafsiri kwamba ni mdhaifu. Kwa ile sifa ya udhaifu sio nzuri, unaweza kukuta mwanamke unampoteza. Unabidi uwe makini. Mwanamke akikuta mkia anakupenda usianze, usianze yani usianze kumwacha tu awe vizuri. Anapokosea unamkemea, yani usimuonyeshe kwamba kuna effect yoyote, kwamba yeye, kwa sababu amekwambia anakupenda, basi na wewe uwe bwegi. Hapana. Kosa la nne ambalo wanaume tunalifanya baada ya kujua mwanamke anakupenda au amekutamkia ni kuanza kujipoteza wewe kama wee, yani unapoteza maisha yako kama zamani. Kulikuwa kuna vitu fulani ambavyo ambavyo unaenjoy kuvifanya unavifurahia kuvifanya, sasa hivi tena unakuwa unavipotezea. Yani kama labda ulikuwa unapenda mpira, unapenda kutoka au tunapenda kuna vitu fulani unapenda kuvifanya, unavipoteza kabisa. Sasa wewe mwanamke wako unaanza kumfanya kama oksijeni. Yaani kila kitu ni mwanamke, muda wote unataka kukaa mwanamke muda wote, yani, bibi wangu nampigia simu mara kwa mara nini nini. Unataka kumfanya mwanamke wako kuwa kila kitu, hiyo ni kosa. Unapofanya vile, hata wewe mwenyewe unapunguza mvuto kwa mwanamke. Ndio mwanamke anamtamkia na, na kupenda, lakini unabidi uwe na maisha nje ya mwanamke. Unaelewa? Yani kama unakutana mwanamke wako, unakuwa unamtengia muda special, una kuna ule muda special ambao unataka kuwa na mpenzi wangu, labda mnataka kufanya pamoja lakini, sio kwamba mpaka unajipoteza kabisa. Yani zile kazi zako ulikuwa unazifanya za muhimu, unakuwa uzifanye tena kwa ajili ya mwanamke, yani huo muda wote unakuwa unakosea. Asante. Kama hii video imekusaidia kupata knowledge fulani, naomba ushare, subscribe, like. Bye.